egelezaji wa ledhana nzima ya uchumi wa buluu na maendeleo ya uvuvi na mazao ya baharini na hasa katika kuleta mageuzi katika sekta nzima hii ya ufugaji wa samaki ikiwemo samaki wa mwatiko pamoja na viumbe maji wengine wakiwemo kaa ka tope, Uh, matango bahari lakini pia tusisahau na wenzetu wakulima wa mwani. Hi, hizi ndio au hii ndio ajenda, hivi ndio vipaumbele vya uchumi bulu wa buluu kwa wananchi wengi hapa Zanzibar. Serikali yetu ya awamu ya nane imeanza kufanikisha utekelezaji huo. Nasema imeanza kwa sababu kwa kutumia zile njia jumuishi au mbinu jumuishi za kwanza kutoa elimu, lakini pia kuleta hizi nyenzo mbalimbali na teknoloji ya ufugaji wa samaki wa aina mwatiko, ni kwamba tuna uhakika hivi sasa kwamba ile kasi au ile speed na ule uendelevu wa kuhakikisha kwamba upondoweshaji wa programu hii ya uzalishaji wa samaki wa kufuga unakuwa endelevu, unakuwa muda mrefu, basi kipindi hichi ni kipindi ambacho uh, chaki mutoe mashirikiano yenu kabisa kwa wataalamu wetu wa mazao ya baharini wa wizara, kwani bila ya mashirikiano yenu, bila ya juhudi zenu za kuhakikisha mnayafanyia kazi mafunzo mulioyapata malengo yote yale ya serikali kupitia miradi kama hii kama huu wa IFAD itakuwa ni vigumu kuyatekeleza. Kwa hivyo, pia wenzetu wa ZAFIRI wenzetu wa idara ya maendeleo huko na mazao ya baharini wako tayari, milango ipo wazi wa wote, wa watalamu, kwa muda wowote, na wenyewe wakurugenzi ni wataalamu. Kwa hivyo ni njia ambayo ni moja ni rahisi zaidi, simu zetu zipo wazi, simu yangu ipo wazi. Karibuni sana Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi na kwa pamoja tuitekeleze ajenda hii ya uchumi wa buluu kwa kufikia ile shabaha. Mradi huu wa kuendeleza kilimo na uvuvi ni mradi ambao kuna lengo kuu la kunyanyua sekta nzima ya uvuvi kwa upande wa Zanzibar na hususan kwa wavuvi wadogo wadogo, kuongeza ile kati ya maendeleo uzalishaji, lakini pia masoko na kipato cha wananchi pamoja na kipato cha nchi kwa ujumla. Na katika kufanikisha hilo, katika mradi tuna mikakati maalum ya kusaidia katika utengenezaji wa miundombinu mbalimbali ambayo itaimarisha katika sekta ya uvuvi hapa Zanzibar, lakini pia kuongeza taaluma bora ambazo zitakazosaidia katika uvuvi sambamba na katika ufugaji wa samaki. Mshauri mkuu zoezi letu la utafiti ambao unalenga katika kuangalia species tatu za ufugaji. Tuna utafiti ambao unaendelea wa aina tatu. Kwanza ni wa samaki wa mwatiko, utafiti wa pili ni wa matango bahari na utafiti wa tatu ni wa kato. <coughs> tumechagua species hizi tatu au viumbe hao watatu akilalamika mvuvi, akilalamika mfugaji, manake na mimi ndio nimelalamika kweli. Kwa hiyo tulikuwa tuna changamoto ya vifaranga, lakini tunashukuru kupitia mradi wetu wa IFAD, lakini vile vile na taasisi yetu ya utafiti tukaipa jukumu pia la kutokana na haya ambayo tunapata tuna, tuna, tuna kama changamoto, basi wao ni jukumu lao la mwanzo ni kutatua zile changamoto za wajasiria mali wote wa uchumi wa bluu, kwa sababu tunaposema taasisi yetu ya utafiti maanake ifanya utafiti ule ambao utajibu maswali ya wahitaji wetu. Kwa hiyo katika hili tumejikita kwanza kujibu changamoto za ndani ikiwemo hii ya upatikanaji wa vifaranga. Tumeandaa vizimba maalum kwa kushirikiana na wua kwa kwa hiyo, wakifika hawa mwanza, wanafikia kwenye vizimba kwa uangalizi wa siku kadhaa, lakini baadaye watakuja kuachiwa kwenye mabwawa. Wake vipi, hawa wataishi? Hawa wataishi kwa sababu ni samaki wakubwa na wanahitaji kulishwa, kwa hiyo, kwa kutumia kile chakula cha samaki wanaweza wakaishi pamoja na kukua, na baada ya miezi sita watavuna ku